Mhashamu Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora; Mhashamu Wolfgang Pisa, askofu wa Lindi na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania; Mhashamu Jovitus Mwijage, askofu wa Bukoba Mhashamu ma washamu maskofu viongozi wa ma wa serikali na dini Fatma Mwasa mkoa Kagera mkuu wa wilaya Mheshimiwa Erasto Yohana Sima

iwa na husuni kuu. tume Tumekusanyika kuadhimisha mazishi ya askofu mkuu Novatus Rugambwa. Katika maisha yake marefu ya huduma ya kidiplomasia, askofu mkuu Rugambwa alitekeleza kwa uaminifu majukumu mengi katika kuria ya Kipapa na katika nchin balimbali. Kati ya nafasi sa kuu tuna naibu mkuu wa ubalosi katika balosi za kitume nchini Panama, Jamhuri ya Congo, Pakistan, new na, na Indonesia. Katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa kwa kua ajili ya huduma ya kichungaji wahamiaji wa na wakimbizi. Balozi wa kitume nchini Angola na Sao Tome na Principe. Balozi wa kitume nchini Honduras. Balozi wa kitume nchini New Zealand, Fiji, Palau, visiwa vya Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa, visiwa vya Cook, na Micronesia, na mjumbe wa kitume katika bahari ya Pasifiki. Katika utume wake wote askofu mkuu Rugambwa alijitambulisha kwa waminifu katika huduma ya kichungaji ya kanisa na kwa kasi isiyochoka kama mwakilishi wa Baba Mtakatifu katika mazingira tofauti sana ulimwenguni. Alijaliwa vipaji vingi vya kibinadamu na vya kiroho alivyoriti kutoka katika familia aliyozaliwa na kukulia. Jambo hili lilimsaidia sana. Thamani za kifamilia zilionekana basi hasa wakati wa ugonjwa na mateso yake. Ndugu yake marehemu Dr Kamisima alisafiri mara nyingi kwanza hadi Wellington chini New Zealand, na baadaye Roma, akionesha upendo na mshikamano wa kifamilia katika nyakati zile ngumu. Vilevile mpia wake aliendeleza bidii na moyo huo huo kwa kusafiri hadi Roma, akionesha upendo na ukaribu katika fumbo la mateso yaliyompata askofu mkuu. Hili lingewezekana tu kwa sababu ya sifa za kiroho na kibinadamu zilizotambulisha familia yake. Askofu mkuu Rugambwa aliendeleza uhusiano wa karibu na Tanzania alikozaliwa hasa na jimbo la Bukoba ambako aliishi akawa padri na sasa tunamzika. Kuhusiana na masomo yake ya kitaaluma napenda kukasia mada ya tasnifu yake ya udaktari aliyoitetea katika chuo kikuu cha kipapa Urbaniana mjini Vatican.

Mgeuzi, mgeuzi ya kudumu ya kanisa ni muhimu sana. Askofu Mkuu Rugambwa alilifahamu kanisa la ulimwengu kupitia majukumu yake mbalimbali, lakini hapa Tanzania ndipo kila kitu kilikuanzia. Maono yake ya kanisa la Tanzania ni kwamba kama kanisa la ulimwengu, lazima lijiboreshe na kujirekebisha daima, ili lisikike kwa uwazi zaidi kama sauti ya mchungaji mwema katika ulimwengu wa leo. Kupitia uzoefu wa jimbo lake la nyumbani na miaka ya malezi yake, aliweza kuliona na kulielewa kanisa la ulimwengu kwa undani zaidi. Fikra na mawazo yake na yabaki kwetu kama urithi wa thamani na urithi hai kama kwa wa wale wote waliopata nafasi na kushirikiana naye katika huduma yake yote. Jana ya niligushwa sana na upendo mkubwa ulioonyeshwa na watu wa Bukoba tangu mwili wake ulipopokelewa pale uwanja wa ndege na maelfu ya watu wakimsindikiza kwa msafara mkubwa wenye heshima kuja hapa kanisa kuu. <clears throat> Najua vyema kwamba tangu akiwa katibu katika huduma ya kidiplomasia ya Vatikani, kila mara aliporudi nyumbani kwa mapumziko, alikuwa tayari kutembelea jumuiya nyingi za kitawa na parokia kadri alivyoweza. Na sasa wingi wenu hapa ni matunda ya upendo aliopanda alipokuwa nasi. kwa maana hiyo, alikuwa balozi kamili. Si tu kwamba aliakisi sauti ya mapapa aliyowahudumia duniani kote, bali pia alishirikisha roho yake ya Kitanzania kwa namna kwamba kila mtu aliyekutana naye katika maisha yake aliweza kuonja chembe asili ya, ya taifa hili tukufu Tanzania. Tanzania inapaswa kujivunia kwake kwa kuwa kupitia yeye taifa liliwakilishwa kwa utukufu mkubwa Vatikan. Baraza lote la kidiplomasia la Papa na ubalozi wakitume nchini Tanzania wana toa pole kwa familia ya askofu mkuu Rugambwa pamoja na jimbo la Bukoba, na kuikabidhi roho ya ndugu yetu marehemu kwa huruma isiyo na mipaka ya Mungu Mwenyezi, tukiomba kwamba kwa kuwa alimtolea Kristo na kanisa lake kwa uaminifu, akakaribishwe katika furaha ya uzima wa milele. Apumzike kwa amani. Amen.